Mheshimiwa Spika ujenzi wa barabara ya kutoka Kibaha maili moja hadi Chalinze umegawanywa katika sehemu mbili sehemu ya kwanza ya kutoka maili moja hadi picha ya ndege yenye urefu wa kilomita tatu nukta sita kazi ya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina kwa ajili ya upanuzi wa sehemu hiyo ipo katika hatua za mwisho usanifu utakapokamilika na gharama za ujenzi kujulikana serikali itafuta fedha kwa ajili ya ujenzi sehemu iliyobaki ya kutoka picha ya ndege hadi Chalinze yenye urefu wa kilomita 78.9 itatekelezwa kwa njia ya ubia kati ya serikali na sekta binafsi yaani PPP na kwa sasa taratibu za manunuzi ya kumpata mbia zinaendelea. Asante, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Hawa, nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ili niweze kuuliza maswali madogo mawili ya nyongeza. Pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Naibu Spika, nitaomba nikuulize maswali mawili madogo ya nyongeza barabara ya Kibaha Mlandizi hadi Chalinze imekuwa na foleni kubwa sana isiyomithirika, tena ni ya mara kwa mara. Je, ni upi mkakati wa muda mfupi wa serikali kuhakikisha tunamaliza kadhia hiyo ya foleni? Lakini swali langu la pili, fursa ya, ya mageuzi makubwa ya bandari yetu ya Dar es Salaam imepelekea usafirishaji wa mizigo mingi kupitia barabara hii ya Morogoro na kusababisha foleni kubwa sana. Sasa ni lini serikali itaanza kutekeleza mradi wa Chalinze Morogoro Expressway? Asante Mheshimiwa Spika. Spika. Nashukuru sana kwa kunipa nafasi hii na naomba nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu mazuri sana aliyoyatoa waheshimiwa wabunge, kwenye swali la kwanza na katika swali la Mheshimiwa Hawa Mchafu Chakoma, mbunge wa viti maalum mkoa wa Pwani, linalohusu Kibaha Chalinze. Mheshimiwa Spika, mambo mawili. La kwanza ni upi mkakati wetu wa muda mfupi? Tumekubaliana katika wizara ya ujenzi, tunayo barabara ya zamani ambayo mara baada ya kutengeneza barabara mpya tuliiacha. Tumepata fedha serikalini tunaitengeneza kuwa ni barabara mbadala, ili kusudi barabara kuu inapofunga watu wawe na uwezo wa kuweza kupita katika barabara ile ya zamani inayoanzia Kibaha maili moja Tumbi inakuja kutokea mpaka Mlandizi na kusonga mbele. Hilo ni la kwanza, lakini la pili tunashirikiana vyema na wenzetu wa jeshi la polisi. Tumeweka vikosi maalum kabisa, sababu barabara hii changamoto yake kubwa ni gari zinapoharibika, basi zinaleta msongamano mkubwa. Kwa hivyo vikosi vyetu vya TANROADS na polisi vinashirikiana kwa pamoja, na hivi sasa kila linapotokea tatizo la namna hiyo, mara moja vikosi vile vinafanyia kazi na kuondoa lile gari lililoharibika nhatima kuruhusu barabara kuweza kupita. Jambo la pili ni lini tutafanya sasa kazi ile ya Kibaha Cha linze Morogoro expressway? Mweshimuwa Spika, tunashukuru sana kwa miongozo mikubwa na mizuri ya Mweshimuwa Rais Daktari Samia Sulu Hasan. Hivi ninavyokwambia tulichelewa, hatua ya kwanza ni kwa sababu ya mkandarasi ambaye tuliingia naye katika mazungumzo terms zake zilionekana kuwa hazina maslahi mapana na taifa letu, na kwa hivyo tumetangaza upya na habari njema, tumepata mpaka mashirika yetu ya ndani ikiwemo NSSF, TPA walioonesha nia ya kuingia katika mradi huu mkubwa wa kielelezo na wa kimkakati, na kwa hivyo timu za wataalamu wa serikali wako kazini wakichambua, ikiwa ni pamoja na haya mashirika ya nje, na muda si mrefu tutakuwa tumepata nani anayekwenda kutekeleza kazi ile. Mheshimiwa Spika nakushukuru sana. Sante.